Taifa la Kenya limeingia kwenye majonzi makubwa baada ya kuthibitisha kuwa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa upinzani kwa miongo kadhaa, Raila Amolo Odinga ameaga dunia nchini India. Habari hizi zimetikisa siasa za Kenya na kugusa hisia za wananchi kutoka kila pembe ya taifa, pamoja na jumuiya ya kimataifa. Msiba huu umewaleta Wakenya pamoja kwa huzuni, huku maelfu wakikusanyika mitaani, nyumbani kwake Karen na pia katika miji mikuu kama Kisumu na Mombasa kushiriki katika maombolezo ya pamoja. Wimbo wa No Raila No Peace umejiri tena kama ishara ya jinsi jina lake lilivyokuwa limejikita katika mioyo ya wengi. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945, kijijini Maseno, kaunti ya Kisumu. Yeye ni mwana wa aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa waanzilishi wa taifa la Kenya. Kutoka kwa baba yake, Raila alirithi roho ya kupigania haki na demokrasia. Alisomea katika shule mbalimbali kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya Maranda. Baadaye alikwenda Ujerumani Mashariki wakati huo ikiitwa German Democratic Republic na kusomea uhandisi wa mitambo kutoka Chuo Kikuu cha Magdeburg. Ujerumani pia ndiko alikojiunga katika harakati za siasa akiwa kijana, akiguswa na siasa za kidemokrasia na mapambano ya haki za binadamu. Raila alianza kuonekana katika anga ya kisiasa mwishoni mwa miaka ya sabini na themanini hasa baada ya serikali ya KANU ya rais Daniel Arap Moi kuwa na siasa za mfumo wa chama kimoja. Raila alikamatwa na kufungwa jela mara kadhaa kutokana na madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya mwaka 1982. hata hivyo, badala ya kuzimwa roho yake ya kupigania uhuru na demokrasia ilizidi kuwaka na kung'aa zaidi kitaifa. Katika miaka ya tisini Raila akawa nguzo kuu ya harakati za kuanzisha siasa za vyama vingi, yaani multiparty democracy, kupitia chama cha forum for the restoration of democracy, Ford Kenya. Alishirikiana na wanasiasa wengine kutikisa msingi wa KANU. Harakati hizo zilipelekea kufanyika kwa kura ya maoni ya mwaka 2002, ambapo chama cha KANU kilishindwa kwa mara ya kwanza na serikali ya upinzani ikaundwa. Mafanikio na harakati kuu za Raila ni pamoja na moja, kupigania demokrasia na vyama vingi raila ni mmoja wa watu waliopigania sana mfumo wa vyama vingi nchini kenya bila shaka mchango wake umeweka kenya katika ramani ya kidemokrasia barani afrika mbili, mabadiliko ya katiba mwaka elfu mbili na kumi raila aliongoza mapambano ya mageuzi ya katiba kwa miongo kadhaa hatimaye mwaka elfu mbili na kumi kenya ilipata katiba mpya hii ni moja ya urithi wake mkubwa aliyoacha baada ya kifo chake tatu, waziri mkuu wa kwanza chini ya katiba ya mpito mwaka elfu mbili na nane na mwaka 2013. Baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 Raila alikubaliana na Rais Mwai Kibaki katika serikali ya mseto ambapo alihudumu kama waziri mkuu wa kwanza wa Kenya. Katika kipindi hiki alihimiza mageuzi serikalini, kupambana na ufisadi na kusukuma ajenda za maendeleo. Nne, uongozi wa upinzani. Ingawa hakuwahi kufanikisha ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya, Raila alikuwa sauti kuu ya upinzani. Mara zote alisimama upande wa wananchi, akikosoa maovu ya serikali kupinga wizi wa kura na kuhimiza uwazi. Tano, diplomasia ya kikanda na kazi ya Afrika. Baada ya mwaka elfu mbili na kumi na nane, Raila aliteuliwa kama mjumbe wa Umoja wa Afrika wa miundombinu. Katika nafasi hii alichangia miradi mikubwa ya kimaendeleo barani Afrika, akisisitiza umuhimu wa miundombinu kuunganisha bara. Kifo cha Raila Amolo Odinga kimeacha pengo kubwa lisilo rahisi kuzibwa katika historia ya taifa la Kenya. Akiwa na miaka 80 tu wakati wa kifo chake, Baba, jina la upendo alilopewa na wafuasi wake, ataendelea kukumbukwa kama kiongozi aliyeshiriki pakubwa kuunda msingi wa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya na kama mpiganiaji wa haki ambaye jina lake haliwezi kufutwa katika ukurasa wa historia ya Afrika Mashariki. Kwa mara tano, Raila alijaribu kuingia ikulu lakini kura hazikumpendeka pale. Uchaguzi wa mwaka 2007 ndio uliokuwa na mvutano mkubwa zaidi baada ya kudaiwa kuibua ushindi dhidi ya Mwai Kibaki. Mzozo huo ulisababisha ghasia kubwa za kikabila zilizogharimu maisha ya takribani watu 1200 na kuwa lazimu maelfu kuhamishwa. Kupitia upatanisho wa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, Raila aliteuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya muungano wa kitaifa mwaka na 2008. Mara nyingine alipokaribia madarakani ni ikiwemo mwaka 2007, ambapo mahakama ya juu ilifuta matokeo ya uraisi kwa mara ya kwanza katika historia ya Afrika, kutokana na malalamiko aliyowasilisha mahakamani. Hata hivyo, Raila alisusia marudio ya uchaguzi, akidai mazingira hayakuwa sawa wakati huo. Ukweli kwamba hakuwahi kufanikisha ndoto yake ya uraisi haupunguzi nafasi yake katika historia. Badala yake umewekwa kama mfano wa kiongozi mpambanaji asiyechoka. Mwaka 2018 Raila na Rais Uhuru Kenyatta walishangaza taifa kwa kushikana mikono hadharani, tukio lililojulikana kama handshake. Maridhiano hayo yalituliza siasa zilizokuwa zimejaa chuki na migawanyiko, na yalifunga ukurasa mpya wa mazungumzo ya kitaifa. Pamoja walishirikiana kuendeleza juhudi za kubadilisha katiba kupitia mpango wa Building Bridges Initiative BBI, ingawa baadaye ulizimwa na mahakama. Zaidi ya siasa za kitaifa, Raila alijulikana kama mpigania mshikamano wa Afrika. Kupitia Umoja wa Afrika AU, aliteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa miundombinu barani Afrika kati ya mwaka 2018 na na mwaka 2023. Pia alijaribu kuleta upatanisho nchini Ivory Coast baada ya uchaguzi wa mwaka 2010, japokuwa alipingwa na baadhi ya pande husika. Aidha, Raila alisisitiza mara kwa mara kuhusu kupinga ubeberu wa kibeberu akihimiza Afrika kujiamini na kujitegemea hususan kupitia ujenzi wa miundombinu na umoja wa kiuchumi. Raila alikuwa mpenzi wa mpira wa miguu na shabiki mkubwa wa klabu ya Arsenal. Wafuasi wake walimpa majina ya heshima kama Agwambo, kitendo cha Mungu, na Tinga Tractor, lililotokana na alama yake ya chama chake cha kisiasa Raila. Dansi yake maarufu, dansi ya polepole pole kwa muziki wa reggae, iliibuka kuwa nembo ya kampeni na sherehe za kisiasa. Alikuwa mume wa Mama Ida Odinga na baba wa watoto wanne, Fidel, ambaye ni marehemu kwa sasa, Rosemary, Raila Junior na Winnie. Kifo cha Raila Odinga kimeacha taifa likiwa na mshangao na huzuni. Akiwa mwanasiasa aliyependwa na kukosolewa kwa kiwango sawa, Raila ataendelea kukumbukwa kama msingi wa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya, mpiganaji wa haki na usawa, mshiriki wa mshikamano wa Kiafrika, bila kusahau, ni kiongozi aliyeunda historia licha ya kutofikia ikulu. Raila aliishi kama mfano wa mapambano yasiyo na kikomo kwa demokrasia. Aliheshimika kama mtetezi wa haki za kijamii na usawa na alibaki kuwa kiongozi wa kizazi cha mageuzi ambaye alijitolea maisha yake yote kwa taifa. Ingawa hakuwahi kushiriki uraisi, jina lake litabaki milele katika vitabu vya historia ya Kenya kama mtu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya uhuru wa kisiasa. Kwa wafuasi wake, atabaki kuwa baba, sauti isiyokoma, mwanga wa matumaini na mfano wa upinzani dhabiti dhidi ya mifumo dhalimu. Tulisema wakipiga wakipiga wakihesabu wak, wakijumlisha wakirusha wakitangaza na wakiiba hapa. <laughs> Mmekosa, tulisema wakiiba. Kuna wanasa nasa

Eh, sasa Orengo na o katoa ushaidi notiendi kalveleta, moja mbili tatu nne tano maraka, akasema toshagari. sasa Toshagari ndio nywele, akiwa kwa kichwa inaita nywele, akiteremka hapa inaita nyuzi, lakini bado ni nywele. Akiingia kwa macho hapa, naita kope, bado ni nywele. Akitalmuka hapa, naita shurubu, lakini bado ni nini? Akifika hapa, naita ndevu, bado ni nini? Akifika hapa kwa kifua, naita malaika, bado ni nini? Lakini ikiingia kwa kwapa na huko chini Niliambiwa lakini nimesahau. Kuna nywele zingine utaka kuzinyoa unapeleka kwa kinyozi, sio? Lakini kuna wengine kwa kinyozi unaingia kwa choo. Sasa, kama wewe umepata bibi tayari ana mimba. Ukamuoa huyo bibi. Mtoto akizaliwa, huyo mtoto wako.

Tuliona hivyo kwa herini. Chadi Freddy, Mombasa, kiona ukilewa, usidhana ni tajiri, hiyo ni mali ya uma wameiba toka kwenu. Jame wape wape hiyo pombe yao, wakileo wakitapika, ni shauri yao. Nikitwa ntaitika, nikitwa ntaitika. Tendawili, tendawili, tendawili. Mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokwemo. Hii mtego iliwekwa kwa panya. Lakini kwanza mwenye, mwenye, mwenye mtego aliwawa. Some people have this say that oh behind a successful man there's a woman. Somebody said this when we were attending a function with a Nigerian friend of mine in, in, in Europe, in London. My Nigerian said, Stupid Europeans. Kuna wengine akiamuka asubuhi pombe. Akiamuka asubuhi bangi. William Samuel Ruto. Wewe umekuwa na bibi aa, mtoto mtoto amekuwa ni kichaa, nasema si mtoto yangu. Tendawili! wili yeah! Ilikuwa ni yako, sasa nimenyakua, ni yangu. <laughs> Evo sasa, wewe toka. <laughs> Mimi sasa, kama wewe umepata bibi tiyari ana mimba, ukamwoa huyo bibi, mtoto wakizaliwa, huyo mtoto yako ni mtoto wa nani? Si yule ambaye alidunga mimba?

Hiyo ni mali ya umma wameiba toka kwenu, jame wape wape hiyo pombe yao wakileo, akitapika ni shauri yao. Tulisema punda imechoka, leo tunasema punda imeanguka, mzigo mesika kubwa zaidi. Sasa punda imeanguka chini, wakati itafika hivi karibu, inakuja tutaongea na wananchi, lakini vile vavyijua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa wakenya mahii tumesaisa tumesa uh, sanya imeshafika milioni kumi na zaidi. Sasa imetosha ime gari na tunajua yale kile ambayo tutafanya, na hiyo sio sahihi mara hii. Haitakuwa tisisi, tunambia wananchi warudi kwa barabara, hapana. Wakainchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu, maanake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema, lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande hii lingine lakini

Tuliona hayo kwa herini, tuliona hivyo kwa heri. Kuna wengine akiamuka asubuhi pombe, akiamuka asubuhi bangi, ati saa ile akiwa rais, wajeru watakutukojelea sisi, itakuwa saa ile...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 lakini ikiingia kwa kwapa na huko chini niliambiwa lakini, nimesahau kuna nywele zingine, utaka kuzinyoa unapeleka kwa kinyozi, sio? Lakini kuna wengine upeki kwa kinyozi, unaingia kwa choo na <laughs> kwa hivyo kama mtu anasema anataka kwenda, shauri yake aende ama sivyo, anayotaka kwenda waende. and those those of you you who who who are are are are not here who are watching wherever you are, those who are at home, kula kwa u wa macho wangu mkiichagua bila majeshi <laughs> ndakuwa kama ile rais hanisi ambaye amepinywa makende. Moja inaitwa tangatanga Combine. Ingine inaitwa Handshake Combine. Sawa so, sawa ndio izangia <coughs> kwa enye mwanja, sivyo? Hiyo mchezo utachezwa rifarini Bwana Chebukati sasa, timu mbili ile nyingine imevaa ile jazi nyekundu na nyingine imejaa uh, jazi ile ya machungwa. Sawa so, Nimeona timu zinaingia kwenye kiwanja. Yeah, ile timu ya Tangatanga tanga. Yeah. Captain, uh, Captain anaitwa anaitwa nani, nani? Arafu mashamba tenda wili tenda wili alikimbia uchi usiku, akashikwa na usingizi, akalala. Asubuhi akaibika, ni nani huyo? Ni nani huyo? Ni nani huyo? Mmeshindwa nimpate mimi mji basi Mombasa, eh? Huyo ni mchawi. Mama Yuli amesema ati akina mama wafinye usiku peke yake, lakini sio, mchana wafanye kazi hatiwezi eh? Kufinya usiku na tena na mchana vilevile, nakubaliana na yeye. Hakuna kitu naogopa. Nasikia yule mwingine asiye na nini nani atigachieta Ana, anaweka. Lakini haya, mimi siwezi kujivana na hao watu, si rika yangu, anaweza e, tu kubweka namna hiyo, hiyo ni shauri yake.